So, nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kituo cha afya cha Umbwe ambacho ni kituo pekee cha afya katika tarafa ya Kibosho yenye kata sita kina ki upungufu mkubwa sana wa vifaa tiba. Je, serikali ina mkakati gani wa kusaidia kituo hiki cha afya wapate vifaa tiba ili wananchi waweze kupata huduma zilizotukuka? Jibu, mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali ya awamu ya sita imefanya uwekezaji mkubwa sana katika sekta ya afya. Katika kipindi cha miaka minne ya awamu ya sita, serikali imetumia jumla ya shilingi trilioni 1.29 kwa ajili ya kuimarisha huduma katika upande wa afya msingi. Naomba nimwakishie mheshimiwa mbunge kwamba serikali imeshatuma fedha nyingi katika kila halmashauri kwa ajili ya ununuzi wa vifaa na vifaa tiba. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya Rais TAMISEMI, kumwagiza DMO katika wilaya hii ya Moshi Vijijini aweze kutumia fedha alizopokea katika mwaka wa fedha huu 2024 2025 kwa ajili ya kuhakikisha ananunua vifaa na vifaa tiba kwa ajili ya kuvipeleka katika kituo cha afya cha Umbwe ili kiweze kuwa, kuwanufaisha wananchi. Mheshimiwa